Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo Ijumaa, juma la nne, kipindi cha Pasaka, mwaka chee wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, aya ya 26 hadi aya ya 33, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 14, aya ya kwanza hadi aya ya sita. Karibuni tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na mtakatifu Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo, ningaliwaambia maana naenda kuwaandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuwaandalia mahali, nitakuja tena nikawakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo nami. Niendako mwaijua njia. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa kwa baba ila kwa njia ya mimi. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Wapendwa wa taifa la Mungu, tukiwa tunaendelea na furaha za Kipasaka, tukikumbuka juu ya fumbo kuu la imani yetu, yaani mateso, kifo na mwisho ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo, nawaalika tutafakari kwa ufupi injili tuliyosikia kutoka kwa mwinjili Yoane. Mwanzoni mwa injili tunaona Kristo anawaambia wafuasi wake kwamba wasifadhaike kwani yu pamoja nao. Hivyo mimi na wewe pia tunaalikwa kuwa tusifadhaike kwani tutambue daima kuwa Kristo anatupenda na anatuombea kwa Mungu. Na Kristo anaendelea kuwaambia kuwa mwaminini Mungu na niaminini na mimi. Kristo anawakumbusha kuwa na imani kwa Mungu kama alivyowafundisha mwenyewe. Tunasoma hayo katika waraka kwa Waebrania sura ya kumi na moja aya ya sita. Na anawataka wamwamini na yeye pia. Hivyo ni wajibu wetu kumwamini Kristo kama tunavyomwamini Mungu kama tunavyosoma katika injili ya Yohane sura ya sita aya ishirini na tisa b, inasema hii ndiyo kazi ya Mungu mmwamini yeye aliyetumwa na yeye. Hivyo wapendwa, tunaalikwa kumwamini Mungu na Yesu Kristo mwanaye. Kristo anaendelea kusema kuwa nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama tujuavyo kuwa nyumbani kwa mtu ni pale anapoishi, hivyo hata nyumba ya Mungu ni pale anapoishi, na tunatambua kuwa Mungu anaishi katika watakatifu wake na wale wote wanaoishi kadiri ya mapenzi yake. Mtakatifu Tomaso wa Aquino katika komentari yake juu ya sehemu hii anasema Mungu ana nyumba kuu mbili, mosi, kanisa la wasafiri ambalo ni jamii ya watu wanaomwamini Mungu na anaishi nasi kwa njia ya imani. Hivyo tuwe na imani thabiti kwa Mungu, naye atakaa nasi daima, kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ishirini na moja aya ya tatu kisemacho: Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Na nyumba ya pili ya Mungu ni kanisa shindi, triumphant church. Hii ni jamii ya watakatifu ambao wako pamoja na Baba huko juu mbinguni. Na huo ndio mwito wetu mkuu au lengo kuu, the ultimate goal, la maisha yetu kama wafuasi yaani kuwa watakatifu na kuungana naye huko juu mbinguni. Na ndiyo maana Mtakatifu Agustino wa Hippo, kwa kutambua hilo, kuwa lengo letu kuu ni kuungana na Mungu, anasema roho zetu hazitatulia mpaka zitakapotulia kwa Mungu. Wapendwa, tunaona mwishoni mwa Injili Kristo anawaambia kuwa yeye ni njia, ukweli na uzima. Kristo ni njia kwa sababu kupitia yeye tumepata kumfahamu Baba, kupitia yeye tumepatanishwa na Mungu Baba. Hivyo kweli Kristo ni njia yetu, hivyo hatuna budi kumwamini Kristo, kwani ndiye atatuonyesha njia ya kuifikia heri ya milele yaani uzima wa milele. Pia Kristo kwa kusema hivyo, anatuonyesha kuwa yeye ni mwanzo na mwisho, alfa na omega Yaani yeye ni njia kwa sababu ya ubinadamu wake, na pia ni mwisho kwa sababu ya umungu wake, his divinity. Kwa hiyo anaposema yeye ni njia, anaonyesha ubinadamu wake na anaposema yeye ni ukweli na uzima, anaonyesha umungu wake. Hivyo ukomo wa njia ndio mwisho wa tamaa za mwanadamu, na kwa kawaida mwanadamu anatamani vitu vikuu viwili: mosi, tamaa ya kujua ukweli hii inajidhihirisha kupitia wanafalsafa wanateolojia na wengine wengi, wakifanya tafiti mbalimbali ili kuvumbua vitu mbalimbali. Hao wote wanatafuta ukweli. Pili, tamaa ya kutaka kuendelea kuishi. Na leo wapendwa, tumepewa jawabu la tamaa zetu hizi mbili, ni kuwa tumfuate Kristo ambaye ndiye njia ya kujua ukweli, na bila kusahau Kristo mwenyewe ndio ukweli. hivyo tukimwamini Kristo yeye ndiyo jawabu letu, yeye ndiye ukweli wetu wote, kama asemavyo mzaburi, mzaburi ya 86 sura ya 11, kuwa ee Bwana, unifundishe njia yako, nitakwenda katika kweli yako. Na huu ndiyo wito wetu wa kusimamia ukweli, kwani kwa hakika ukweli utatuweka huru. Na tuzidi kuombea ukweli utawale katika nyumba zetu, jumuiya zetu, taasisi zetu, mashirika yetu na katika taifa letu, ili haki itawale pamoja na amani. Tusimamie ukweli, kwani ukweli utatuweka huru. Tunasoma hayo katika injili ya ya ya Yohane sura ya nane aya ya thelathini na mbili. Na Kristo mwishoni mwa injili anawaambia kuwa mtu haji kwa baba ila kwa njia yake. Hapo Kristo anajibu swali lililokuwa limeulizwa kuhusu mwisho wa njia. Na njia hiyo ni Kristo mwenyewe. Na sasa anatuambia kuwa njia hiyo inatuongoza kwenda kwa Baba. Hivyo, ni wito wetu daima tumkimbilie Kristo aliye njia yetu, ituongozayo kwenye ukweli, ituongozayo kwenye uzima wa milele. Hivyo, hatuna budi kumkimbilia Kristo kupitia sakramenti zake, ndipo tutaweza kujumuika na kanisa shindi, the triumphant church, huko juu mbinguni kwa Baba. Tukimbilie daima kupokea sakramenti ili zitufae sisi tulio wafuasi wake Kristo Yesu, aliyekubali kuteswa, kufa na hatimaye kufufuka, ili apate kutukomboa sisi kutoka katika vifungo vya dhambi.